Yo, msanii wa Bongo Flava lakini pia msanii huyu wa Singeli kutoka hapa hapa nchini Tanzania, D Voice, The Voice for the First Time ametangaza ujio wake wa wimbo wake wa Singeli. Kupitia kurasa yake wa Instagram pale Insta Story, ameweza kushare ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi This time to Benga. Akaweka emoji flani vya mic pamoja na eh, headphones pamoja na drums pamoja na magita, e bana, ndo emoji ambazo zilikuwepo pale akasema kwamba let's drop my first piano. Akaweka emoji flani vya eh, ya Usilius. Sasa Kupitia ujumbe ambao D Voice ameweza kuandika, pengine labda katika siku za hivi karibuni tutegemee ujio wa wimbo wake wa amapiano ambao ataenda kuachilia ebana siku za hivi karibuni, na nikukumbushe tu katika historia ya muziki wa D Voice, hajawahi kuachilia wimbo wake wowote wa, wa mapiano lakini e, hata pia katika siku za hivi karibuni tumeweza kupata habari kuhusiana na Alikiba naye ameweza kusema kwamba anakuja na wimbo wake wa singeli wa Singeli kama vile ambavyo aliweza kuandika kwamba wimbo wake utafahamika kwa jina la Ubuyu. Sasa kwa upande wa D Voice, yeye ametutangazia tu kwamba anakuja na piano, lakini hajaweza kutangaza bana jina la wimbo wake ambao unakuja. Sasa D Voice ameweza kuonesha uwezo wake katika nyimbo tofauti tofauti na kama unavyofahamu kwamba shaikuachilia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Bam Bam, ambao ni bongo flavor fulani hivi ambao yenye ladha ndani yake, lakini pia tunapendana wimbo wa nani, lakini pia e, umenifunza ni tofauti tofauti ambapo amekuwa akiswitch na tofauti kabisa na vile watu ambavyo walikuwa wamemzoea hapo awali, kwa sababu alianza eh, kufahamika katika eh, muziki wa hapa Tanzania kupitia nyimbo zake za singeli ambazo ziliweza kumfanya eh, bana kwenda viral kinoma noma kama wimbo wa madanga ya eh, mke wangu pamoja na Meja Kunta na nyimbo tofauti tofauti za singeli ambazo amezifanya msanii huyu wa D Voice. So, kwa upande wa D Voice yeye ameweza kuwatahadharisha mashabiki wake kwamba wakae mkao wa kula kusubiri piano yake ambayo ataenda kuiachilia pengine labda anaweza kama mtu au ataipiga yeye mwenyewe kama solo artist. Sasa matumaini ya mashabiki wengi sana wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania wanasubiri bana aina yake mpya ya D Voice katika muziki wa amapiano. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje mipaka Tanzania ili mradi kuweza kupata taarifa za kutosha kabisa za ukweli na uhakika kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Chao chao.